Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa, unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia chani ya mikono ya Kristo. E, tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho kupitia chani letu hii bora kabisa, ambayo tunafundisha neno la Mungu, tunapeana maarifa ya kimungu ili tuweze kuelewa mfumo wa Mungu upoje, uweze kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Kuna pahali ulisahau, tunakumbushana; kuna pahali ulikuwa ujui, tunaelekezana. Basi mwisho wa siku, tunaitafuta ile neema kuu kabisa ya kurithi ufalme wa mbinguni. Hilo ndilo kusudi kuu kabisa la kufuatilia ama kufundishana mafundisho mbalimbali kupitia chaneli ya mikono ya Kristo, eh, kwa neno la maarifa. Leo nimekuja na somo moja linasema, kumwamini Yesu pekee haitoshi. Mm. Ona, kuna watu tayari wameshaanza kushangaa, lakini ndio uhalisia. Kumwamini Yesu pekee hakutoshi. Kwa nini nasema kumwamini Yesu pekee hakutoshi? Unaweza ukamwamini Yesu kwamba ametenda mambo makubwa, amefanya mambo ya ajabu Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu kweli, Yesu ni mtu kweli, na mambo mengine mengi, ukamwamini Yesu. Lakini Yesu alikuja hapa duniani kwa kueneza Injili na kwa kututaka tuwe wafuasi wake, sio tumwamini tu, bali tuwe wafuasi wake. Sasa unaweza kukuta Wakristo wengi wanamwamini tu Yesu, wanamwamini kwamba Yesu anaponya, Yesu anatenda miujiza, Yesu anaokoa, lakini hawawi wafuasi wa Yesu. Na ndio maana unakuta kuna, kuna ombwe ama kuna kundi la watu ambalo limeinuka kipindi hiki linafuata sana miujiza. Watu wanaofuata miujiza hao ndio miongoni mwa watu ambao ujumbe huu unawafaa zaidi. Yani, wao wanaamini miujiza, wanaamini miujiza ambayo Yesu anaitenda. Inawezekana kwamba anatenda kweli miujiza kupitia watumishi wake, lakini Yesu akutenda miujiza ili sisi tuifuate miujiza. Yesu akuponya watu ili sisi tuamini tu kwenye uponyaji peke yake. Yesu akutaka tumuamini kwamba tumwamini yeye ni Yesu. Yesu akutaka tuone kila anachokitenda tu kwamba ni kitu sahihi. Hakutaka hivyo Yesu aliyatenda yale kwa sababu watu hawa walikuwa na imani tofauti sana. Kwa hiyo alitenda miujiza ili kuaminisha umma na kuwaminisha wale watu wa nyakati zile wa muamini Yesu, na ndio maana kuna mahali Yesu alisema, ikiwa hamniamini mimi, aminini kazi zangu nazozifanya kwa kama mimi Yesu amniamini, yani Yesu, kama mniamini sawa, basi aminini kazi ninazofanya nini nazozifanya sasa. Kwa nini Yesu anawaambia kwamba ikiwa amniamini mimi mniamini kazi zinazozifanya? Maana yake Yesu alikuwa anatafuta namna ya kuwaleta karibu hawa watu wamsikilize, wa, wa wamwelewe, ili wapate kumfuata. Alikuwa anajaribu kuwakomvisi watu wamfuate kwa sababu Yesu kikubwa kabisa alichokileta hapa duniani ni mafundisho. Mafundisho ya namna gani? Tuenende njia iliyo sahihi na bora, ambayo inampendeza Mungu wa mbinguni. Ndio maana Yesu akasema, sikuja kuitengua torati. Mafundisho yote kwenye torati na vitabu vingine, torati ya Musa, anasema sikuja kuigusa hiyo, kuitengua bali, nimekuja kufanya nini? Kuitimiliza. Torati inafundisha watu wafuate Torati, waishi kulingana na torati ya Musa na vitabu vyote vya torati pamoja na vitabu vingine vingi ambavyo vimeandikwa kwenye Bibilia. Kwa hiyo Yesu anatenda miujiza, Yesu anafanya mambo makubwa, Yesu anawalisha watu wengi, watu elfu tano, yale yote Yesu aliyafanya, pamoja na uponyaji, aliwaponya watu mbalimbali, ili watu wapate kumwamini Yesu, wamsikilize kile ambacho alikuwa anafundisha. Na ndio maana mara zote Yesu aliwaponya watu akiwa anafundisha. Yesu hakuponya tu akaondoka. Yesu aliwalisha watu akiwa anawafundisha. Kwa hiyo msingi mkubwa kabisa ambao Yesu alikuja nao ni kufundisha. Anafundisha nini? Namna iliyo bora ya kumfuata Yesu yeye mwenyewe, namna iliyo bora ya kutafuta njia sahihi ya kufika mbinguni, namna iliyo bora ya kumtumikia Mungu wa mbinguni, na jinsi tunayopaswa kuenenda sisi kama wanadamu katika njia inayofaa ikiwemo maadili na pamoja na mambo mengine yanayohusu Mungu mwenyewe ya kiroho zaidi. Kwa hiyo, Yesu, ukija kuchunguza, alikuwa anafundisha zaidi. Kwa hiyo, alipofundisha, manake alitaka watu tumfuate sio tumwamini tu, yani tukisha mwamini, tumfuate ndio maana Yesu alisema kama mniamini mimi, aminini kazi nayozifanya. Kwa maana tukiamini kazi anayozifanya tutafuata mafundisho yake. Huo ndio msingi, ni kumwamini na kumfuata. Changamoto ya watu wengi, wanamwamini Yesu lakini hawamfuati. Ndio maana watu wanaamini Yesu Watu wengi wanaitwa Wakristo, lakini yale maisha ya kikristo hatuyaishi na mwingine hayaishi kabisa, yani hayaishi wala kuyasogelea. Yani ukiamba huyu ni Mkristo, unajiuliza sasa, huyu na mpagani wana tofauti gani? Tena pengine mpagani anaweza kuwa na afadhali. Mweshao kutana na wakristo wa namna hiyo, yani mkristo na mpagani, mpagani ana nafuu katika maisha yake kuliko Mkristo. Sasa hiki sasa ni kitu kibaya sana. Ndio maana ikaja na somo hili nalosema kumwamini Yesu pekee haitoshi. Ngoja niende sehemu fulani nikachukue kitu fulani kwa ajili ya kulisaidia. Unasahau kwamba Yesu aliyafanya hayo ili umfuate. Sio ufuate miujiza. Haimaanishi miujiza haipo. Haimaanishi uponyaji wa haupo. Hata sisi tunapohudumia watu tunawaponya. Si ni Yesu bado anaponya kupitia sisi watumishi. Watu wengi wanafunguliwa kwenye changamoto mbalimbali. Watu wanatafuta kazi, tunawombea, wanapata kazi. Watu wanatafuta kuolewa, wanakuja kwenye maombezi, wanaolewa. Watu wengine walichanganyikiwa, wanapona magonjwa sugu, ambao walitabika nao mahospitalini na kwa waganga wa kienyeji, hawakufanikiwa, wanakuja kwenye maombezi, wanapona. Haimaanishi wale wapone waondoke, inamaanisha kupona kwao, Mungu Mungu anawatafuta, anawatafuta, Yesu anawatafuta, waanze kumtumikia Mungu. Ndio maana watu nawafundisha, jamani, uponyaji umepatikana lakini msiishie hapo, muendelee kumtumikia Mungu. Na ndio maana ukifuata uponyaji, kwa mfano, ukaja kwetu tukakuhudumia, tukakuponya, ukienda zako, ukimwacha Mungu, sio kwamba hayatakukuta mambo mengine, yatakukuta kwa sababu umemwacha Mungu. Yani umemtafuta Mungu ukiwa una shida yako, alafu shida imeisha, Mungu umemwacha. kitu hicho Mungu hataki. Huko ndiko kumwamini Yesu pekee, yaani kuamini kwamba Yesu anaponya, basi wewe nikapone. Sasa hiyo hiyo itakusaidia itakufaa nini? Una shida yako, unatafuta mke, unatafuta mume, unatafuta kuiponya ndoa yako, umekuja kwenye maombezi, tumekuombea, ndoa imeponyeka, mke umempata, mume umempata, kazi umepata, alafu baada ya hapo haumjui Mungu. Hayo maombezi yatakuwa yanakufaa nini? Hayakufai kwa chochote, hayawezi kukufaa kwa chochote, kwa sababu hatukuponyi au Roho Mtakatifu hakuponyi ili wewe umkimbie Mungu. Unaponywa ili upate sababu ya kuanza kumtafuta Mungu kwa ukaribu zaidi, kuboresha mahusiano baina yako na Mungu, mahusiano yako yaliyokuwa ya, ya uovu, mahusiano mabaya yaliyokuwa chukizo mbele za Mungu, uanze kuyaacha sasa, umfuate Yesu. Ndio maana Yesu anakuhurumia, anakuponya. Kwa hiyo usimwamini tu Yesu alafu ukamwacha. Usimwache. Yesu anakuita kuwa nani? Mfuasi wake. Tusome kitabu cha Yakobo sura ya pili aya ya 14, inasema hivi: ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anayo imani lakini hana matendo, je, ile imani yaweza kumwokoa? Swali Yakobo anauliza sasa. Na wewe itakufaa nini ukisema namwamini Yesu, si ndio imani hiyo? Ukisema nampenda Yesu, si ndio imani hiyo? Ukisema naamini kazi ambazo Yesu amezitenda na kuzifanya, ameponya watu, si ndio imani hiyo? amefufua watu si ndio imani hiyo? Ametenda mambo makubwa, kwa kweli Yesu ni mkuu, Yesu ni Mungu. Ukaishia hapo, Yakobo anakuuliza itakufaa nini kuyajua hayo yote halafu haumfuati Yesu? Maana Yesu ana mafundisho yake, ana njia zake, anataka tumfuate kadri alivyokuwa amefundisha. Sindio? Sasa wewe, nampenda Yesu, Yesu anaokoa, Yesu ni Mungu, Yesu ni mtu kweli, kabisa kabisa. Uko sahihi, uko sahihi kabisa, lakini ukiishia hapo sasa, yaani, umeishia hapo, unaendelea pombe na wewe, uzinzi na wewe, sengenyaji na wewe, uongo na wewe, uesherati na wewe, uchoyo na wewe. Yesu anaokoa, uchoyo Yesu anaponya uzinzi, Yesu ni mungu kweli, washerati, Yesu ni mtu kweli, ugomvi. Sasa itakufaa nini kujua kwamba Yesu anaokoa, alafu wewe una habari? Inakufaa nini? Inakufaa nini? Kumwamini Yesu pekee haitoshi, sawa. Tumwamini Yesu na kazi zake na yote aliyoyafanya, kama mwenye alivyosema, niamini mimi, usiponiamini mimi Amini kazi zangu nilizotenda. Ni vizuri kuamini, lakini swali, kwa nini tuamini? Tunaamini ili tuweze kufuasa vile vitu ambavyo Yesu amefundisha, yale mambo ambayo Yesu amefundisha. Kwa hiyo tunaamini ili tumfuate, situmesha mwamini tayari, tumeshaamini na kazi zake yo tutamsikiliza, tutalisoma neno lake, tutalifuata, hilo neno litatusaidia na ndiyo kusudi la kumwamini Yesu, sio kuishia tu kwamba ninamwamini Yesu alafu umekaa pembeni. Twende tukasome Marko sura ya nane, aya ya 34. Inasema hivi: akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake akawaambia, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike na msalaba wake anifuate. Tazama, Yesu amewaita makutano pamoja na wanafunzi wake, yaani yale makutano na wanafunzi alionao kila siku, ni wanafunzi wake. Anawaambia neno hili, mtu yoyote akitaka kunifuata. Beba hilo, akitaka kunifuata. Unaona Yesu anachokisema hapa. Yesu anakusudia watu wamfuate. Mafundisho yake ukimwamini, umfuate. Ukiamini kazi zake, umfuate. Sasa kwenye hili anaeleza namna ya kumfuata kwamba ujikane mwenyewe, ujitwike msalaba wako umfuate. Lakini mimi leo nafundisha habari ya kumfuata peke yake, kwamba Yesu anataka umfuate, sio useme unamwamini tu, sio useme anatenda miujiza unaamini miujiza yake, unaamini uponyaji. Hapana, hiyo haito kusaidia chochote, wala Yesu haimfurahishi hata kidogo. Yesu ni mkuu, Yesu ni mwamba, Yesu anaweza, Yesu anatisha. Ukitoka hapo na wewe umetisha, unaingia mitini hiyo Yesu hataki, anataka umeamini umfuate. Na ndio maana hapa anawaambia makutano pamoja na wanafunzi yote, nataka kunifuata, ajikane mwenyewe. Kumba Yesu anataka tufanye nini? Tumfuate. Yesu anataka tumfuate. Kumwamini Yesu haitoshi. Kwa sababu gani? Sio wewe pekee unayemwamini Yesu peke yako, sawa? Yaani iko hivi, na mashetani anamwamini Yesu. Kama ulikuwa hujui leo nakwambia mashetani, nao wanafanya nini? wanamwamini Yesu. tena wewe unaweza kumwamini Yesu alafu kaishia kumwamini. Mashetani wanamwamini na kutetemeka, sio tu kumwamini. Wanamwamini na kufanya nini? na kutetemeka, na haitoshi. sasa je, mashetani wanafanya nini kwa, kwa Yesu? Sivyo alikuwa anawatoa kila wakati, alikuwa anawafurumusha kwa, kwa walikuwa anatesa, walikuwa anatesa watu, sio alikuwa anafanya kazi ya kuwafurumusha kwa kila wakati mapepo lakini, anamwamini na kutetemeka. Ndio maana nakwambia ndugu yangu, useme tu namwamini Yesu, haitoshi. Jitathmini na wewe mwenyewe, hivi mimi ninavyomwamini Yesu, ninamfuata? Mimi nasema nampenda Yesu, namfuata? Mimi nasema Yesu ametenda matendo makuu, namfuata? Ukiwa umfuati, yani wewe na mashetani mnafanana, isipokuwa mashetani wanaweza kukuzidi sehemu moja: mashetani wanamtetemekea Yesu, ila hawamfuati, hilo tu a yani hawamfuati Yesu, lakini wanamwamini na wanatetemeka, hawamfuati. Je, inawafaa nini kuto kumfuata Yesu? Si ni waasi? Umeanza kuelewa vizuri. Yakobo sura ya pia ya 19 inasema hivi: wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Si wewe, wanaamini Mungu mmoja. Yesu ni Mungu kweli, mtu kweli, na mashetani wanaamini hivyo hivyo na wanatetemeka, yani wanatetemeka. Sasa inawafaa nini wakiwa wanatetemeka? Kwa kutetemeka bwana, Mungu kweli yupo, unatetemeka, inakusaidia nini? Mungu anatisha, Yesu anatisha, inakusaidia nini? Haikusaidii. Kumbe hata mashetani wanatetemeka kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Yesu ni Mungu kweli, Yesu ni mtu kweli. Kwa hiyo tunajifunza hapa, kumbe haisaidii chochote, na wewe haikusaidii chochote kumwamini Yesu pekee, isipokuwa itakusaidia ukimwamini, ukaamini kazi zake na ukimfuata, hapo wewe umefanya kitu kikubwa sana ambacho Yesu ndicho anachokihitaji. Yesu anahitaji watu wawe wafuasi wake. Tunapoitwa Wakristo, maana yake sisi tunamfuasa Kristo, hatumfuasi kwa kumwamini yule ni Kristo, tunamfuasa kwa matendo. Hiyo ndiyo imani kwa waamini wa Kristo tunamwamini Kristo na kwa kumfuata, ndio maana tumebatizwa. Tusingekuwa waamini bila kubatizwa. Tumekuwa wakristo baada ya kubatizwa, ndio tumekuwa nani? Wakristo, tunamfuata Yesu Kristo. Tukisoma tena Marko sura ya kwanza aya ishirini na tatu hadi ya ishirini na tano kuna kitu tutaona hapa. Kwa habari ya Marko inasema hivi: na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Mapepo yao wanamuuliza Yesu, je, umekuja kutuangamiza na kutambua, u nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akakemea akasema, fumba kinywa, umtoke nani hao wanaomwamini Yesu? Nani wanaomjua Yesu? Mapepo. Lakini inawafaa nini Yesu? Wanawafurumusha tu, furumu toka, wametoka. Lakini wanakuambia kabisa, waeleza kabisa, wameleza kabisa, Yesu wa Nazareti. Sio tu kwamba Yesu wa Nazareti, kwamba hapo wewe umezaliwa Nazareti. A, a, wakamwambia kabisa kwamba nakutambua, wanasema nakutambua u nani. Yani pepo anamwambia nakutambua u nani mtakatifu wa Mungu pepo anasema hivyo anawambia nakutambua huu nani mtakatifu wa Mungu kule Yakobo anatuambia mapepo yanajua kwamba huyu ni Mungu kweli na yanatetemeka hapo anasema tunakutambua u mtakatifu wa Mungu tunakutambua je yeah. inafaa nini kumtambua kwao sasa swali hapa ni wewe na mapepo mna tofauti gani Yani, wewe unayemwamini Yesu alafu umfuati, unaendelea na mambo yako, unaendelea na maisha yako, unaendelea na stori zako za kila siku. Yesu ni Bwana, Yesu ni Mungu, Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anatenda miujiza, alafu unaishia zako kwenye mambo yako kama kawaida. Jiulize swali, wewe na hayo mapepo mna tofauti gani? Kumwamini Yesu pekee haitoshi kinachotakiwa umwamini Yesu, amini kazi zake alizozifanya, halafu anza kuchukua hatua ya kumfuata Yesu. Huo ndio msingi wa somo la leo. Unapomwamini Yesu, jitathimini kwamba mimi ninachukua hatua katika maisha yangu, ninatembea kwenye hatua ya kumwamini Yesu, ninamuona kwamba Yesu ndiye nguzo ya maisha yangu, ninaona kwamba mimi bila Yesu siwezi, mimi ninaona kwamba bila Yesu nimeangamia Unatakiwa uyaone hayo yote kwamba mimi bila Yesu hakuna ninachoweza. Hata kama naona naweza, lakini mbele ya Yesu siwezi mimi chochote, hakuna ninachoweza. Kwa hiyo waanze kuchukua maisha kumtumainia na kumtumikia. Kwa kivipi? Tenda matendo mema, acha uovu, jifunze kuacha uovu. Sio kitu chepesi, ndio maana Yesu alikubali kufa. Alijua kabisa hawa watu bila kutumia nguvu kubwa hawezi kuokoka alikufa ili tupate namna ya kuanza kuokolewa na kuokoka. Kwaona wewe aanza kuchukua hatua kwamba eh, mimi hapa naona pamezidi, uovu wangu umezidi, Uongo umezidi, uzinzi umezidi, uashirati umezidi, usengenyadi umezidi. Ziko dhambi nyingi, yaani useme, jitathmini, yaani hii njia inayopita mimi haipendezi kabisa, hapa cha kufanya nianze kubadilika. Kwao, naanza kufanya nini? Kubadilika. Ndicho Yesu anakitaka, anza kubadilika, chukua hatua ya kubadilika. Usiniulize nitabadilikaje, dunia leo sio ya kuuliza mimi nitabadilikaje. Punguza matendo mabaya. Ulikuwa unashinda ba, punguza kwenda ba. Ulikuwa unashinda kwenye magenge ya watu wenye matusi, punguza kwenda. Haushindi nyumbani, anza kushinda nyumbani. Alafu huo muda ambao unaopunguza, anza kumtafuta Mungu. Ulikuwa usali, anza kusali kidogo kidogo Sio lazima uibuke leo unasali kama unavyosali watu wengine. Unasali masaa mawili matatu manne wezi, anza kidogo kidogo. Mwingine hajui kusali chochote asubuhi mpaka jioni, anachojua ni kuamka na kulala. Yani, kuna mtu hata kanisani anaweza kuwa anaenda kanisani, akitoka kanisani itolee, hamna kitu cha namna hiyo. Anza kwa utaratibu, asubuhi kuamka unasali unamshukuru Mungu, mshukuru Mungu tu kwa jinsi unavyojua. Jioni ukifika, mshukuru Mungu kwa jinsi unavyojua. Anza kuweka utaratibu huo kwamba namshukuru Mungu, nakushukuru Mungu, nimeona na asubuhi, jioni hivyo hivyo. Nunua na Biblia basi. Hauna Biblia? Watu wengi wana Biblia ndani, hata wewe unaingia nisikiza hapo ulipo, hauna Biblia. Sasa jiulize, Biblia elfu thelathini tu. Elfu thelathini, elfu thelathini na tano, Biblia nzuri. Inakushinda elfu thelathini. Neno la Mungu linakushinda. Biblia ukaa ndani. Anza kuchukua hatua. Nunua Biblia, kaa nayo na ndani. Chukua hatua nyingine, una smartphone, watu wengi wana smartphone sasa hivi kama unavyonifuatilia anza kufuatilia neno la Mungu kwenye channel kama hizi, kama Mikono ya Kristo. Ziko channel nyingi, Mungu yuko kila mahali anafundisha. Anza kusikiliza. Unaposikiliza mulo anataja vifungu, chukua vifungu, soma anza kusoma neno la Mungu. Hizo zote ni hatua. Ulikuwa wendi kanisani, anza kuchukua hatua, ngoja niendi kanisani, anza kuchukua hatua. Utakapoanza kuchukua hizi hatua Mungu atakusaidia kufika katika njia iliyo sahihi, kwa sababu umeanza kutafuta wokovu, umeanza kuchukua hatua ya wokovu, na Mungu lazima ataanza kukusaidia ufike katika wokovu. Kuna namba za watumishi kama umo, piga simu, tunapokea simu za namna mbona nyingi. Mtu anakuleza changamoto zake kabisa na kwamba mimi hiki siwezi, siwezi, unamshauri fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, anaanza kunyanyuka Chukua simu, bwana, mimi nimeshindikana, weka tu huru, kuwa huru, njoo kwetu, kuwa huru, sema mimi nimeshindikana, mimi sisali, mimi msengenyadi, mimi muongo, mimi mzinzi, yani yote ninakuambia mimi, ndio ya kwangu, nisaidie. Mungu atakusaidia, kwa sababu ukianza kutambua tatizo lako, wewe umeanza kufanikiwa. Tunasema ukilijua tatizo umefanikiwa kwa asilimia hamsini, unabakisha hamsini. Kwa ukilikubali tatizo lako wewe umefanikiwa lakini unapoisikia Injili alafu ukasema kwamba Injili sio ya kwako ukapuuzia, wewe bado upo shimoni, upo gizani. Kwa hiyo, kwa neno hili, anza kuchukua hatua ya kumtafuta Mungu, anza kuelewa kwamba Kristo Yesu anatutaka tuwe wafuasi na uchukue hatua. Wewe ulikuwa hujui, anza kujua sasa. Wewe ulikuwa pengine unajua kidogo, umeelewa, basi endelea kuwafundisha na wengine na ukiona kuna ndugu yako wanapenda kusema pengine somo hili alikuhusu wewe na mhusu mtu mwingine, share na wengine, share na wengine, ili wapate kubarikiwa kupitia mafundisho ambayo tunafundisha, hasa somo hili la siku ya leo nalosema kumwamini Yesu pekee haitoshi, haitoshi. Kwa hivyo chukua hatua, msaada upo wa kila aina, namba za simu ziko hapo, tupigie, jirani yako na kanisa, anza kuchukua hatua kwenda kanisani, anza kuchukua hatua. Utakapoanza kuchukua hatua ninakuhakikishia kwamba Mungu ataanza kusogea karibu yako kwa sababu umeonyesha nia ya kumtafuta. Mungu anakutafuta wewe kama ujaanza kumtafuta. Yaani mnachoshindana na Mungu ni kimoja tu. Mungu anakutafuta, wewe unakimbia. Yaani Mungu anakutafuta, wewe unakimbia. Kwa hiyo utakapochukua hatua ya kumtafuta, maana yake Mungu tayari karibu yako. Anakusikiliza. Huo ndio msingi. Hamna kitu kingine. Mungu anakutafuta siku zote. Ndo wana adamu aliasi akakimbia kwenye bustani, Mungu alimtafuta. Kwani Mungu alishia mitini? Siangeza kukaa kimya, sema yule nimwambia asifanye kile amefanya, ngoja nikae kimya. Lakini Mungu anasema Adamu, Adamu, Adamu upo wapi? Anamtafuta Adamu. Vile vile alivyomtafuta Adamu, ndivyo anakutafuta na wewe, ila bahati mbaya ni kwamba sisi tunapotafutwa tunakimbia. Yaani Mungu kila akikutafuta wewe unakimbia. Kila akikutafuta wewe unakimbia. Wewe unaona kama Mungu akutafuti. Kumbe Mungu anakutafuta. Ndio maana kuna wakati Mungu anakupa adhabu kubwa. Unasikia umepata ugonjwa fulani, umepata ajali mbaya sana. Ile ajali si ajali. Ni Mungu kukurudisha sehemu ambao anakuhitaji. Wakati mwingine anakwaga namna hiyo. Unaumwa sana. Ukipona unasema eh, Mungu atukuzwe. Hicho ndio Mungu anakitafuta. Amekitafuta kwa nguvu kitu ambacho sio sahihi kwako. Kwa hiyo kumwamini Yesu pekee haitoshi, bali kwa kufuata matendo yake, mafundisho yake, kwa kukubali wewe kuwa mfuasi wa Yesu. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Tumia muda wako kushia na wengine mafundisho haya. Ukiwa na changamoto, inahusu somo hili, inahusu masomo mengine basi namba za simu ziko hapo, unaweza kutupigia. Unahitaji ushauri wa mambo ya kiroho, tupigie, madaktari wa kiroho tukusaidie kwa mambo ya kiroho, kadiri vile Roho Mtakatifu atakavyotuongoza na atakavyosimama upande wako kukutetea kulingana na shida ulionayo. Usisite, Mungu anakuhitaji wewe, usiogope wala usijione kama mwenye dhambi sana. Hakuna mwenye dhambi sana. Bwana amesema, ukienda kwake, ukimrejea hata kusamee na kukurehemu. Isaya sura ya kwanza ya kumi na nane ijapokuwa dhambi zangu ni nyekundu sana nyekundu kama bendera, nikienda kwa Mungu nikitubu, Mungu anasema nitakusafisha, nitakung'arisha kama theruji, utang'aa kama sufu. Bwana nakuita njoo, usemezane kwayo kama ukaona ah, kwama ayana wenyewe Bwana hapana mwenyewe ni wewe, naye kutafuta na Mungu anayekutafuta. Neno la Mungu linakutafuta na Mungu anakutafuta. Usijikinai, usijikatie tamaa, vile vile usijione hauna hatia. Maana kuna watu wamejikinai, wamejikatia tamaa, alafu kuna watu wanajiona kwamba hawana hawana hatia. Hakuna asiye na hatia, kwa hiyo sisi sote tunahitaji Mungu kupitia mafundisho kama haya. Mungu akubariki sana, endelea kutufuatilia kupitia channel zetu, Eh, kwa maana ya mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok na channel yetu ya Mikono ya Kristo kwa WhatsApp. Tufuatilie huko, kuna mafundisho mengi utayapata huko na Mungu atazidi kukuinua na kukubariki. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu, Norbert Mpunga, hadi wakati mwingine. Bye bye.